Kuna maombi kuna maombi, kuna sifa kuna kumshukuru Mungu. Jambo moja ambalo watu wote wataweza kukuambia ni hili, hakuna anayemjua ntimi, hakuna anayemjua yule anaenda kuishi naye hata wazazi wake wakikuleta hapa na wakaotaka wakuelezee, hawataweza kukuelezea kama vile Mungu atakavyokuelezea juu ya yule aliyemfinyanga mwenyewe. Mtu pekee unayetakiwa kumuuliza pale ambako unakwama ni Mungu, kwa sababu ndiye aliyemfinyanga yeye, ndiye anajua ni kwa sababu gani amekukutanisha na yeye. Siku zote kumbuka, wewe ni mbavu. Kazi ya mbavu ni kulinda vilivyoko ndani visitoke nje na kuzuia vilivyoko nje visiingie ndani. I love you.